Habari za muda huu na wakati kama huu, mapayonea, kimsingi tuna safari ya kipekee kupitia Pi Network, safari yenye mabadiliko, uvumbuzi na uhuru wa kifedha. Kumbuka kila sekunde unayoitumia kuamini ndoto hii ni mchango mkubwa kwa kesho yenye mafanikio. Hivyo basi uvumilivu wako leo unajenga thamani ya kesho. tumizi halisi ya pai kupitia GCV ndiyo msingi wake. Kila mmoja wetu ni balozi wa mabadiliko. Tuchague kuwa waaminifu, wathamini wa elimu, wa wa na washiriki wa maendeleo. Hii sio tu kuhusu kupata pesa, bali ni kuhusu kuboresha mfumo wa ekolojia na kubadili mfumo wa teknolojia. Tunaingia web 3 kwa, kwa kishikishi. Imeandikwa na Bamdogo Pai na kusimuliwa na Stars Daddy. Asante, asante. Asante.